Hujambo na karibu katika habari zetu za michezo. Leo hii itakuwa ni siku kubwa pale Zanzibar, wakati timu ya Simba Sports Club wenye injini nguvu moja watakuwa wanakabiliana na vijana wa kutoka Moroko wa Raske Barkane. Barkane, mshindi wa tuzo ya shirikisho msimu wa 2019-2020 atakuwa anachuana na Simba kwa mchezo wake wa tatu wawili hao wa mwisho walipokutana, Barkane alimpiga Simba goli mbili kwa bila, mchezo ambao uliwahi kucheza jiji kuu la Dar es Salaam, Benjamin Mkapa. Timu hizi ziliachana kwa sare ya goli moja kwa moja. Leo hii Simba Sports Club anahitajia kumshinda Barkane goli tatu kwa bila.